Kwa majina naitwa Mohamed Ali mwana reporter yaani, nimewaletea kwenye habari hapa ilizopitia jioni. Ajali iliyotokea kwenye Kapsabet hapa live, jamaa wa pikipiki aligongwa na mzee wa gari, na mzee wa gari alikuwa mavitu. Sasa kama vile mnavyoona, wajamaa wamejaa wana, wana umati ya watu wako hapa live. Yaani wanaangalia kitendo che mlevi ya shagonga watu na gari na kama vile mnasema, hivi serikali ilisema wasikubali watu kulewa, ukiendesha gari na atachukuliwa mahakamani. Sasa tutawajuza mabadae vilizo vienda. Kwa majina naitwa Mohamed Ali, tukutane masaa moja nipashe ya jioni kwenye live KBC ya habari ya wananchi.